Wakati ukienda mbele uvuvi unabadilika, kwa sababu kuna uharibifu wa mazingira ndani ya bahari, kuhusu matumbawe haya, uvuvi wa kutumia fosi, uvuvi wa haramu, itabidi ndio tuukemee. Kama inatakikana samaki wavuliwe wa wakubwa, samaki wa kiasi, waache kuvua samaki wadogo, maana ndio wakipata wao, sisi ndio tunapata shida. Juu inabidi mtu akikukamata aelewi, anakupiga faini ngine na visamaki kidogo nimevieka tu kwenye ubao kidogo tu kisado, anakuambia mimi hivi utapanda juu na nitakukatisha elfu hamsini. Sasa kwa hiyo hii kidogo ni unyonge, maana mimi simjui nataka vuliwa wapi wasamaki mwenyewe, tasikia tu ni uvuvi wa haramu. Mimi nikiletiwa muhimu vumba tu linuke nyumbani, shauri serikali. Hao tu wenye gesi wawazuie, wasende na gesi kuzamia kuvua kwa gesi. Sisi tena sana, waache mtindo huu, kwa sababu mtindo huu ni mbaya sana, mtosa samaki hata ukuta kule markiti